Raisi aliyeongoza wa awamu ya nne ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta kwa ile mkutano, alikuwa kwa mkutano wa Jubilee, na sisi kule Kisii tunasemanga baba yako akiamua, huwezi pinga. Mheshimiwa Matiang'i, yeye kama baba yetu, ameamua ya kwamba atakuwa na ndoa ya wake wengi, hatakuwa na mke mmoja. Mke wake wa kwanza anaitwa Upa ama UPA, hiyo chama ndiyo chama yake, lakini amwamua ya, ya kwamba yeye anataka kushirikisha watu wengine wote wakiwemo ile chama ya Jubilee, chama ya U, PNU, ili alete wakenya wote pamoja. Vile nimesikia hapa mwenzetu amesema, mmesema kuna kanisa la AIC liko hapa hapa, tuko SDA, lakini mmealika wenzenu ambao wako AIC wakuje watusaidie kujenga kanisa la Bwana. Naye Mheshimiwa Fred amesema yeye atakapoenda mbele hakuna kabila moja, hakuna sehemu moja ya Kenya ambayo itaweza kutengeneza serikali. Anataka atakapokuwa rais, akuwe rais ya Mmasai, vile vile vile atakuwa rais wa Mkalenjin na pia akuwe mlaisi wa Kisii na Mkikuyu na kila mtu yule. So kwa maono yake kama mtu ambaye tunamfuata nyuma yake, ameamua atafanya kazi na vyama vingi, ikiwemo ile ya Jubiri, ile ya Upa na zingine mingi ambazo mtakuwa mnaona. Na sisi kama watu tunatoka nyuma yake tunasema aendelee mbele. Na najua watu wengi hawajui sana. Kwa muda mrefu tumeongozwa na viongozi. Lakini kwa kiongozi wa kwanza alikuwa Mkatholiki. Kiongozi wa pili wa nchi hii ambaye alikuwa uh, ni Moi alikuwa mtu wa AIC ile kanisa ambayo mmesema. Kiongozi wa tatu akakuwa Mwai Kibaki ambaye pia alikuwa Mkatholiki. Kwa kiongozi wa nne akakuwa Uhuru Kenyatta ambaye pia ni Mkatholiki. Kiongozi wa tano sasa ni Mpentakosto ambaye ni mheshimiwa William Ruto. Sijui mbona wa SDM nakataa kuwa uongozini, sababu kwa mara ya kwanza mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ni mwadventista kama wewe na mimi, so naomba watu wa kanisa mmepata nafasi. Sisi kama adventist tuko 14 million. Nataka kuomba wakati kule itapofika, mupotee, mwache mambo ya ukabira, mwachena vitu mingi, tupigie huyu mkristo mwenzetu ili aweze kuongoza Kenya. Mtakubali maneno hayo? Asante sana na Mungu awabariki.